Mama, kama ulivyoniambia, mama, nipate mwanamke anejistiri, nishampata, nikuwa na kuuliza <laughs> ndoa mwezi wa tisa au wa nane. Wa nane sijui tufanye wa tisa wa nane nazani. Ah, ina shida hii. Sasa naomba unipe mtu mmoja basi wakukaa na na bibi harusi eh, ni awe matron. Watakuwa Umi mwalimu Ali. Umi Ali mwalimu <laughs> Mshenga basi hata mshenga au Gracious Ndejebi na Chacha Waitara na msindikizaji mwenzake. Naomba nichagulie wapishi kama wale wa kwa mjomba. Wale wale wale, so, kwa kwa mjomba mjomba hapana, buffet, wale hapana, wale kwa mjomba wanadoko. Watabaki wale wale. Sawa. Kwa kuwa ni mama sikatai ila sasa ngoja nikuonyeshe picha huyo. okay, mke wangu mtarajiwa ni mzuri kwa kweli Allah.